Maana ya mwezi wa Ramadhani ya, mapenzi yanakuwa mengi nah. Eh, maaba mengi kufurisha kwa pamoja, ndiyo maana ya Uislamu, elimu nyingi sana sina shekhe wangu ndio mkubwa wa vitu, ila mimi ninavyoona ni kwamba Uislamu ni mapenzi yamejaa sana. Sana kwanza nampongeza na kumwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amtengeze mambo yake, lakini amfanyie kila aina ya wepesi nah katika shughuli zake lakini amuondoshee mazito ha. Amefanya jambo kubwa sana kwa sababu ha, ha, hakuna kitu zaidi ya Mungu. Pamoja na mambo, unafanya hiki unafanya kile, lakini siku ukikumbuka kwamba nyuma kuna Allah subhanahu wa ta'ala ndio ujanja wenyewe huo. Kwa hiyo amekumbuka kuna kitu, pamoja na kutafuta kwake pesa katika biashara zake, lakini ana haja ya thawabu vile vile. Kwa hiyo amemkumbuka Mtume pale aliposema yoyote mwenye kumfunguza mwenye kufunga atapata malipo yake, pasi na yeye mwenye kufunga kupungua chochote. Mwenyezi Mungu ampe malipo yetu na sisi atubakishie, na tuendelee kupendana. Asante. <laughs>